Fika hapa ili kuhabarisha wafugaji kote nchini kwamba tarehe 29 mwezi wa kumi wajitokeze kwa ajili ya kupiga kura ya Mheshimiwa Rais wa bunge pamoja na wake. Pamoja na hayo, ndugu waandishi wa habari, serikali kama mnavyojua, imefanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya mifugo. Ndani ya miaka Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, budget wizara mfugo ya wizara ya mifugo ilikuwa shilingi bilioni 169, lakini hadi leo budget inasoma bilioni mia 75. Lakini sio hivyo tu, tulikuwa tumeshindwa kuuza mifugo kwenye mataifa makubwa ya nje kwa sababu mifugo ya Tanzania ilikuwa imekosa chani. Kwa sababu hiyo, serikali imetenga budget ya shilingi bilioni 210 kuhakikisha mifugo yote chanjo na mwaka huu tayari milioni 69 tayari e, zimeshatoka na kazi gazi inaendelea, na ndio maana nimekuja mbele yenu kuambieni na kuambia na ndugu zangu wafugaji kote nchini, tujitokezeni tukapigeni kura. Na kwenye chama chetu tuna wanachama zaidi ya milioni 4.268. Na napoongea na hapa, nafikiri wengi wao watapata taarifa hii, wajitokeze wakapige kura, ili kura hiyo ndio litakuwa maisha yao ya miaka ya mitano ijayo, kwa sababu lazima tuungane na serikali kwa pamoja, tuhakikishe tunakwenda kupiga kura, lakini vijana wa kufugaji wasikitoke kwa mstari wa mbele kwenye dunia ya Mungu. Kama mnavyojua, mifugo ni benki inayotembea, mifugo haitaki kelele, na serikali imetufanyia kazi kubwa. Tulikuwa na migogoro mingi ya wakulima na wafugaji, tulikuwa na migogoro kati ya wahifadhi na wafugaji, lakini migogoro yote tayari ilishatoweka. E, na sio hivyo tu, wafugaji walikuwa wapokeshei, lakini leo zaidi ya wafugaji elfu nane mia tatu kumi na tatu ndani ya miaka nne tayari wameshapokea mikopo yaniba nafuu zaidi ya shilingi bilioni 106.9 kwa maana hiyo, tuna kila sababu ya kuungana na serikali kuhakikisha kura zinapigwa za kutosha, ili Mheshimiwa Rais ashinde kwa kura za kishindo, ili sasa tuhakikishe sasa E, mambo yale ambayo tunayohitaji ili yaweze kutekelezeka. Tumesikia kwenye kampeni mbalimbali ambazo sera za mheshimiwa e, wagombea wamesema. Mheshimiwa Rais alisema atakapoingia madarakani atahakisha ata zaidi ya hekta milioni sita zinatengwa kwa wafugaji kuhakisha sasa kila mfugaji anamiliki ardhi yake. Wafugaji wanapata maji ya kutosha, wafugaji wanapata chanjo la kutosha. Basi kwa kweli sisi wafugaji kwa kweli tutakula hatuna jambo lingine. Lakini ukiangalia mauzo ya, ya nje ya nyama, wakati Rais alipoingia madarakani mauzo ya nyama yalikuwa ni tani ya ya, e, elfu moja na mia saba lakini ndani ya miaka mine sasa tunaweza kuuza i zaidi ya tani kumi na nne Ukiangalia kwenye sekta yetu, kazi kubwa sana yamefanyika. Lakini na tunaongea na ninyi waandishi wa habari, hawawezi waakosa watu wakosowaji, lakini hiyo ndio ukweli na tuambizane, hiyo ndio ukweli na ndio ukweli wenyewe, kwa sababu sisi tulikuwa tumebaki nyuma na tunaongeza lakini tunampa bwana mzima rais kwa kazi nzuri iliyofanya kwenye kampeni zake, na sisi tumeshiriki mwanzo hadi mwisho. Kwa kweli tumeona kampeni zimekwenda kwa kistaarabu. Na sisi sasa niseme, kwa wafugaji naombeni sasa tarehe ishirini na tisa tujitokeze tukapige kura, zaidi ya kura milioni nne laki mbili na elfu sitini na nane ziende zipigwe. Na tumetoa hamasa kukua katika maeneo mbalimbali. Tuna uongozi kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya kanda pamoja na taifa. Sisi sote tumesha tayari. Vijana wetu wako katika maeneo yao, kazi itaendelea vizuri na kuwa, eh, juhu, na imani kubwa. Sisi wafugaji huwa hatuna maneno mengi. Tarehe 30 mpaka tarehe moja mtasikia kishindo kikubwa ambacho